Moto ya ukataji wa bima kwenye vyombo vya usafiri ni unakuta mmiliki wa, wa kile chombo ana, anajua kabisa kwamba bima yake imefikia mwisho, lakini bado hatafuti ule muda wa kwenda kunani kusajili ku, ku ile bima yake kwa upya. Kwa hiyo na hisi changamoto huwa ni hiyo kwa wamiliki kwa, kwa, kwa wa vyombo vya moto. Kwa hiyo mimi ningependa kuwashauri wakazi wa Shinyanga, kama unapanda gari ulizia, je, kichomo ambacho napanda kimekatiwa bima? Kama unaona haupe maelezo ambayo unahitaji ya, ya, ya kuhusu uhuru wa usafiri wako, bodo ukaachana nacho, ukapanda ukapanda gari ambalo linastahili na uhuru ambao unaweza limesajiliwa, lime, lime, na bima uka, uka, uka, uka, ukaendelea na usafiri wako, ambapo unakuwa salama na haki pia, maana watu wengi sana hiyo huduma hiyo elimu ya kuhusu bima hawajaipata kwa hiyo mtu kwa haraka haraka unakuta yeye anawaza tu kwamba mimi na napanda gari naelekea sehemu fulani, yeye tu anaandaa pesa yake, hakuna maelezo anapofika ya kuulizia. Kwa asilimia kubwa ni kwamba watu elimu kwa asilimia kubwa watu wengi hawana, ila elimu kama ikitolewa, manake mtu anakuta anajua kabisa hili kampuni fulani limeshakatiwa bima ama hili kampuni fulani halijakatiwa bima. Wangu kwa madereva wakate bima bima ina umuhimu wake, hasa linapotokea tukio la ajali. Kwa mfano umesikia, eh? gari inapopata ajali alafu inakuwa haina bima, inatuletea hata sisi shida, umeelewa? Kwa hiyo umuhimu wa bima upo na ni lazima. Wakati endapo wasipokata bima, hatutaruhusu gari kutoka mpaka liwe na bima, na ndio maana umekuta kuna magari mengine hapa yalikuwa hayana bima, tumesema lisiondoke mpaka lifanye nini, likatiwe bima na wametekeleza, kwa sababu umwimu anaujua ni ule uz uzembe tu. Ndio katika ukaguzi wetu tumebaini A, kuna baadhi ya vyombo kwa mfano kama bodaboda bodaboda -boda nyingi bado hazijakatia bima. Kwa hiyo tunaendelea kuwahamasisha kuwa, kuwa na kuwapa elimu kwamba bodaboda ni sehemu ya chombo cha moto ambacho na chenyewe pia kinatakiwa kikingwe kwa sababu majanga hayachagui kwamba ni magari pekee. Kuna bodaboda boda, kuna bajaji sawa, kwa hata na wao tumekuta wengi hawajakatia bima. Tunaendelea kuwahamasisha kwamba wakatie bima, kwa sababu hili ni takwa la kisheria, na yenyewe ni sehemu ya chombo cha moto, basi inawalazimu na wao wakatie bima. Kwa hiyo hii, nafikiri katika zoezi letu tumegundua hilo, na pia tunaendelea kuhamasisha na kuwapa elimu kwamba wakatie bima. Bima inakinga dhidi ya majanga mbalimbali boda, bodaboda kwa sababu wamekuwa kubeba abiria wao wenyewe, au uharibifu kwenye mali ya mtu, chombo cha mtu, kwa hiyo akiwa na bima atafidiwa. Sasa hapo katika abiria wao wao, kama wanatakiwa kabla hawajapanda kwenye chombo cha moto, sisi kama mamlaka tuna mfumo wetu wa tiramis, ambapo huu mfumo unamwezesha abiria yoyote kuweza kukagua kama kile chombo cha moto kina bima au la. Kwa sababu Ukiingia pale Google kama mtu mwenye smartphone au hata mtu ambaye ana ile simu ya kawaida anaweza akaingia na kuandika tiramisu. Akishaingia akaandika tiramisu, kuna sehemu nne zitatokea: registration chassis number pamoja na sticker number. Kwa hiyo tunamwambia mara nyingi ahakiki ile registration number, kwa sababu anakuwa anaiona namba ya gari iko pale. Kwa hiyo atahakiki kuandika namba ya chombo chake cha moto akijilizisha kwa kwamba ina bima, basi tunamshauri apande kile chombo, kwa sababu tunaamini janga linaweza likatokea wakati wowote. Kwa hiyo inamaanisha kwamba janga likitokea na akipanda chombo ambacho kimekingwa na bima, basi ni rahisi na yeye kuweza kukingwa na hata kikitokea janga anaweza kafidiwa. Kwa hiyo tunawahamasisha umma, ni vema wakawa wanahakiki kile chombo cha moto ambacho kabla hawajakipanda iwe gari la abiria iwe daladala iwe bodaboda bajaji, anaweza kwa hakika kuingia kwenye tiramis na akaweza kujihakikishia kwamba chombo hichi kina bima na akapanda. Nje ya hapo, kama chombo kio hakina bima, akijakingwa kwa hata janga likitokea, hauwezi kufidiwa kwa madhara yote atakuwa amekupata, lakini mwisho wa siku bima inakuwa haijakukinga kwao. Tunawahamasisha watu kabla hukupanda kwenye chombo cha moto, wa hakiki kile chombo kwa kujilizisha kwamba hichi kina bima, then wapande janga likitokea, watafidiwa na kuwaondoa katika hali iliyokuwa nao kwa kumpunguzia machungu hata maumivu kwa kiasi.